Haleluya, haleluya! Walikukataa, watakutafuta. Walisema hautapona, unapona. Walisema tumemfunga, tumemmaliza, mimi leo unafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe! wa wambie, una, unafanya kazi gani? Wambia watu watatu, wambia unafanya kazi gani? Mwambie hiyo kazi ni nzuri sana ni kazi yenye mafanikio. Mwambie lazima ufanikiwe, lazima ubarikiwe, maana Mungu ameweka kila kazi na baraka. Pigie Yesu makofi! Walipokuwa kwenye bustani, mulikuwa na matunda, na leo unasemaje? Baraka za Bwana lazima zije kwako. Kama mtu alikuwa anacheza na wewe, anacheza na moto cheza na bomu, piga Yesu kn. Wanataka kukusaidia, wanaanza kukukimbia sasa. Wakikukimbia, msaada wako ni nini? Masikini ya mvumu, tafikii. Namwona huyu bwana jinsi wamemkamata na lile pepo, wamempeleka makaburini, amekaa makaburini. Wale ndugu zake wamsaidie, akawapiga Halafu nao wakakimbia. Kwa lile pepo na wale wachawi waliosababisha lile tukio ndo wakajinasi, wakajua sasa huyu amekuwa wa kwetu. Haleluya! watu wamefika muda, wamesema wame, wame, wame sasa huyu tumemkamata, amekuwa wa kwetu. Kumbe Yesu atatokea ng'ambo ya pili. Yesu atatokea ng'ambo ya pili, na ile ng'ambo ya pili usikojua Yesu atatokea ng'ambo ya pili, ambako adui hajui. Wanaweza mesifa anampenda Yesu. Yani, sikiliza, wako ng'ambo ya kule makaburini, yeye akatokea kusiko na makaburi. Wakawa wamechunga kule, wanachunga nguruwe. Huyu bwana amemweka msukule wa kuchunga nguruwe, lakini anayekuja kuharibu misukule anarudi, anafika, alipofika Hebu sikiliza paana, Bibilia Yesu anapofika inasemaje? Na alipomwona Yesu kwa mbali, yule bwana mwenye kuchanganyikiwa alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Wakati wengine walikuwa wanamkimbia, wakati yale mapepo alikuwa yakiwasogelea watu wale, lilikuwa pepo lile likipandishwa kwa yule mtu linapiga watu wale. Lakini angalia, alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akaanguka magotini pa Yesu akapiga magoti akasemaje? Akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Hivi nimeukosea nini Yesu mwana wa Mungu aliye juu? uh -huh. na kuapisha kwa Mungu usinitese. Akasema nakushitakia kwa Mungu huyo huyo, sema ni Mungu wako ndo Mungu aliyetufanya na sisi tuwepo. Yani pepo ndo anamwambia Yesu, kumbe Yesu ni mjani uh -huh. kwa sababu ya amemwambia ewe pepo mchafu, mtoke, mtoke sababu hiyo, kwa sababu Yesu alimwambia yule pepo, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza akamwambia jina lako nani wewe? jina lako nani? Akamtibu jina langu ni Legion, anasema sisi ni umoja wa majeshi kwa kuwa uh -huh, tu wengi, sisi ni wengi. Na kule nguruwe waliokuwa wachungaji wanachunga wale nguruwe, walikuwa ni wengi ambao waliwaweka watu wale kule. Sasa unaona kabisa, na mapepo yale yaliyotoka kule yalikuwa ni mengi. Sasa kitu gani ile pepo inamwambia? Sisi ni jeshi na tuko wengi, tuko wengi. Waliokushika waliokutesa ni wengi, waliokufunga ni wengi, lakini anayekuja ni peke yake, ni Yesu Kristo ndiye atakayekuja kuja kufungua. Kwa katika ulimwengu wa roho unaweza ukachukula, na maana utakuta wakati fulani umelala, unaweza ukatolewa kwenye nyumba yako kapelekwa makaburini. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu. Silaha zote, kwanza uwe hodari katika Bwana. Ukitaka mtu akumbuke jambo na kesho, wewe umpe kibao, alafu akinyamaza kienda kulala, utakuta mpaka usingizini nakumbuka amelala. <coughs> mbele Yesu, achia maisha achia maisha yake, omba. Vunja hiyo roho ya kuzimu, vunja huo ufalme wa kuzimu, vunja hayo mateso, vunja vunja vunja kila nguvu ya kuzimu, vunja, omba. Unapotaka kwa roho ya kuzimu unavunjika, unapotaka kila nguvu inaharibika, unapotaka kila nguvu ya kuzimu iliyokamata maisha yako inaharibika